Kwa jicho la kiwekezaji mm. Twende sasa kwenye Betway mm. Waambie wawekezaji kwa, kwa, kwa, kwa, jicho, kwa jicho la uwekezaji la kwako mwanafamilia wa Betway ambao utakuwa unawekeza, hii mechi itakuwa na magoli machache sana, okay, kwa sababu hata ukiangalia, ukiangalia historia ya hizi nyakati mbili ambazo waliku, walikutana uh, kwenye kwalifya ya kombe la dunia mm. Senegal alishinda moja nyumbani, Egypt naye alishinda moja nyumbani. Kwenye fainali walitoka bila bila. Kwenye kwalifya ya Afcon ya kwenye kwalifya ya kombe la afrika mwaka elfu mbili na kumi na nne mm. mshindi alipatikana pia kwa goli moja yeah. Mechi ya marudiano nayo ilikuwa ni magoli mawili. Hii nusu fainali tunaongelea mwaka elfu mbili na sita nayo ilikuwa iliamuliwa kwa, kwa, kwa, kwa goli moja pia. Kwa hiyo kwa wewe ambao unataka kuwekeza uwekezaji uh, wenye thamani ni kuepuka magoli. Nadhani under 2.5 inaweza kuwa option nzuri, under 3.5 inaweza kuwa uh, option nzuri, ama kama una ujasiri pia unaweza uka, uka bet draw. Mara nyingi odds za kwenye draw huwa zinakuwa kubwa sana. Kwa mfano, ukiangalia ukiangalia uh, option ya sare ina odds tatu. Okay. <laughs> Kwa hiyo mimi, kwa ushauri wangu, ishi na idadi ndogo ya magoli ama ishi kwa sare, lakini pia ukimpa double chance yoyote, kwa sababu mechi inayoisha sare, maana yake ukimpa mtu yoyote double chance hmm, uh, mkeka wako unakuwa una umetia. Lakini kikubwa ambacho mimi nakiona hapa ni mechi ambayo itakuwa very tense uh, nafasi zitakuwa chache sana. Kama kuna mtu anaweza kushinda ndani ya dakika 90, sio kwa zaidi ya goli moja.